Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, pamoja na hao ambao leo wametambulishwa kwetu kama waliopenda wapokee na wapewe hiyo sakramenti ya Kipaimara, tunapenda pamoja nao tukifata mfano wengi ambao ni wamekuwa ni watu wa shukrani, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii ya Kipaimara watakayopokea leo. Naomba pamoja nao tumshangilie Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii. Asanteni sana vijana, naomba sasa tukae. Tumeanza kwa kutaka kutoa shukrani zetu kwa Mwenyezi Mungu pamoja na hao mia moja arobaini na tisa watakaopokea sakramenti ya Kipaimara. Nimependa tuanze hivyo, kwani hata masomo yetu ya leo Jumapili hii ya ishirini na nane mwaka uchini yanatualika tuwe watu wa shukurani na hasa hayo mawili, somo la kwanza toka katika Wafalme wa Pili, kwa hiyo historia ya huyo jemedari na Amani, na somo la pili halijasema hilo, lakini kwa namna moja au nyingine, kawaida hao mtume wetu wakuu kabisa kina Paulo wamekuwa ni watu wa shukrani, na nataka waoneshe shukrani wa wakibaki pamoja na huyo ambaye ndiamfanya hivyo walivyo Bwana wetu Yesu Kristo, akiamini kwamba yeye aliyoleta huo ukombozi inabidi kwa namna mbali mbali, na hasa kwa kujitoa na kuwa tayari sisi wenyewe kufa pamoja naye ikiwa ni alama ya kutoa shukurani zetu na sehemu ya injili hiyo ya Luka sura ya kumi na saba inayoweka vizuri sana haya ya shukrani ikimtaja huyo Msamaria kati ya hao wakoma kumi ambaye alirudi kumtolea Mungu huyo Bwana wetu Yesu Kristo shukrani kwa hilo lililotokea la kuponywa kutoka katika hali hii ya kutengwa, yeye kama mkoma na wengine wale walikuwa wakoma, na akarudi kuwa katika hali nzuri hiyo mwili, kama mtoto mdogo, akakubalika tena kurudi katika jumuiya, katika watu hawa ambao singeliweza tena wakaa nao na kwa sababu hiyo anamshukuru Mwenyezi Mungu. Hawa ni wakoma wawili. Yule Naamani alikuwa ni mkoma jemedari, ambaye alisumbuliwa sana na ugonjwa, pamoja na kwamba alikuwa ni askari hodari sana aliyemlinda huyu mfalme wake pamoja na taifa lake, lakini basi, bahati mbaya akampata hilo la ugonjwa wa ukoma na lilimsumbua kwa yote, kama vile huyo Samalia, mkoma na yeye na wenzake ambao walisumbuliwa sana, lakini ni hawa wawili tu ambao wanatuvuta. Na sisi ndugu zangu, tulitambue hilo, kama wana wa Mungu ambao tumekuwa hivi, si kwa sababu ya kutaka au kwa sababu ya mapenzi yetu sisi wenyewe, hapana isipokuwa kuna aliyefanya iwe hivyo. Huyo Naamani jemadari mkoma alikuwa hivyo ngawaje, hiyo hata alisema na halijasemwa la shukrani ambaye libidi aitoe vilevile kwa huyo dada Mwisraeli ambaye aliwaelekeza, alimwelekeza ule mfalme kwamba kuna mtu mmoja bali huyo nabii Elisha kwamba Baba alikuwa na uwezo huo kuweza kufanya hilo kumponya huyo kutoka katika ugonjwa wake. Sasa sijui sababu, sijasoma popote ambao walisema kwamba alienda akamshukuru vile vile yule dada huyo mtumwa, lakini kwa yote alimshukuru huyo mpeleka wa Mungu nabii Elisha na akataka kumpatia hata zawadi, zawadi ambazo Ilisha hakuzikubali na hakuzipokea pamoja na kwamba a wenzake huyo mwenzake watumishi wake walienda baadaye wakataka azipokee na ikaja kumtokea vinginevyo. Lakini unaona wazi kabisa kwamba kuna shukrani ambayo huyu alipaswa aioneshe na alionesha kwa sababu alijua kabisa kwamba zawadi aliyoipokea hiyo, si kwa sababu alikuwa na uwezo wa kufanya hivyo, kwa sababu ya nguvu hiyo iliyo juu yake, na kwa sababu hiyo akapenda kuitoa hiyo shukrani. Inarudi vilevile hata kwa huyu mkomo wa Injili ya Luka, ni kwa sababu ya huruma iliyo juu yake ambayo huruma hii inatoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye yeye anawatuma waende kujionyesha kwa kuhani huyo mkuu kuhani kwa sababu taratibu zao zilizokuwa zimewekwa hapo za Yahudi na baadaye waje wakubalike kurudi tena katika jamii kama watu ambao wanastahili na wenzao. Huyu anashukuru, analiona hilo. Na kweli itakuja changamoto ambayo inakuja na, na kwetu sisi ambao leo tunayatafakari haya. Huyu mkoma Msamaria hakuwa Mwisraeli au Myahudi, alikuwa na wakundi jingine hilo wa Samaria, ambao walikuwa na kundi lao katika kuamini kwao, walikuwa na namna yao katika kuabudu kwao, walikuwa na namna zao za kuabudu. Hakuwa Myahudi. Wayahudi ambao walikuwa ni taifa teule la Mungu, ambao tungelitegemea sasa wao ndio wawe mfano kwa hao wengine ambao wanaonekana labda ni wa sehemu ya chini au ni wa hali ya chini, lakini wao ni wa hali ya juu, wa karibu kabisa, kama ugelguna wapanga hawa hapa ndio wamkaribia Mungu. Basi hawa Wayahudi walikuwa na nafasi ya juu, lakini hawa Wasamaria wangelisema wako chini, lakini sasa huyu wa chini ndiye anatambua kwamba yote anayokuwa nayo si mastahili yake, ni zawadi aliyopewa kutoka juu, na kwa sababu hiyo inabidi atoe shukrani zake kwa huyo aliyefanya hayo, huyo Mungu wake, Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye baadaye atatamka wazi kabisa kwake kwamba imani yake hiyo imemwokoa. Ni mmoja aliyookolewa kati ya wale kumi angalau kwa maneno haya ya Bwana wetu Yesu Kristo, wale wengine walikuwa hapo bado, pamoja na kwamba wamepona, lakini wokovu bado hujafika kwao kama ilivyofika kwa huyu maskini huyo Msamaria, ambaye alijitambua na akatambua kutostahili kwake, na akamshukuru huyo aliyemfanya aweze kuipata hiyo zawadi ya pekee. Ndugu zangu, nyinyi mnaopokea sakramenti ya kipaimara, sisi ambao tulishaipokea sakramenti ya kipaimara, sakramenti nyingine nyingi ambazo tumezipokea wengine sisi, tumefika hata huku kupokea sakramenti hiyo ya pekee ya kwa watangazaji sasa wa hayo ambayo ndio yanakuja kuzileta hizo zawadi kwa wale watakayasikia na kawa tayari kupokea hizo zawadi, hawa wachungaji, sakramenti ya upadre tumeipokea na wengine wamepokea sakramenti ya ndoa, wengine bado tunaendelea, sote kwa pamoja kupokea sakramenti inayotusafisha ya, ya upatanishi. Tusio na mastahili na kwa nguvu zetu hatuwezi tukasafishwa kama hakuna anakuja kufanya hivyo, na kwa nguvu zetu hatuwezi tukazipata hizo sakramenti kama si yeye yule aliyependa kwamba hizo sakramenti zote zipate tangu ile ya kwanza ya kusafishwa ya neema ya utakaso tukatakaswa kwa kuingizwa katika kundi hili la waamini kanisa la Mungu, wabatizwa. Imekuwa hivyo, ni kwa neema tu za Mungu. Ndugu zangu, nyinyi pamoja na sisi, leo tunataka tumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa maana nime endanisemi tangu mwanzo pale na kuanza mahubiri yangu, tuwe watu wa shukrani. Wazo kuu ambalo ninataka leo libaki hapa kwetu sote, kwa njia kwenu, sio ukasema nimeingizwa tu basi. Hapana, kuna aliye kuingiza, kuna hawa kwanza ambao wamekuweka hapa ulimwenguni, wame pamoja na Mungu ambaye ndiye wa kwanza kwa sababu zawadi ya uhai tunaipata ni kwa sababu Mungu mwenyewe apenda tuwe hivi, tuzaliwe tukae hapa katika ulimwengu huu. Kwake yeye tunasema asante sana, Mungu wetu. Kuna hao wazazi waliokubali kukuzaa, au wako kwenye ndoa au hawako kwenye ndoa, kwa sababu namgeza kafikiri kwamba wale ambao wanawaleta watoto ulimwenguni walio kwenye ndoa basi ndio wanastahili. Hata huyu ambaye hayuko kwenye ndoa Usimuone mbaya hasa katika hilo la ukubali kumleta huyo mtoto hiyo, ah, zawadi kiumbe cha Mungu akakifanya kiwepo kama Mungu alivyotaka yeye kiwepo. Sasa kimekujaje hiyo ni kitu kingine, lakini kwamba kiwepo ule uhai uwepo, tunamshukuru huyo aliyependa. Uzango wako wengi ambao kwa kujificha wanao watoto wamewapeleka tumboni, lakini hawataki wawaone wanaonekana hapa katika maisha ya ulimwengu huu, katika maana nyingine wanaondoa. Ndio maana sema tumshukuru hata huyo ambaye hakuwa kwenye ndoa inayoeleweka, hakuwa kwenye muungano unaoeleweka, hata kama si ndoa ya sakramenti, lakini akapenda kukuweka wewe katika ulimwengu huu, kwake tunasema asante. Mengine yatakuja baadaye lakini ule ukweli kwamba wamekuweka lukwe hapa, tunamshukuru kumbe. Tuwashukuru hata hao ambao wamependa sisi kuwepo katika maana kwamba tuzaliwe. Baada ya hapo tuje kuwashukuru wote ambao wamewaandaa wakawaelekeza, wakaza wakawire, wale waliowaingiza katika imani. Inawezekana ni wazazi, inawezekana ni hao wasimamizi, walezi ambao wa ndio wamekaa na njio wadogo. Tuko wengi hapa, unatuona hivi tulivyo na heshima zote, sio kwa sababu tumetaka sisi na no. Wengine ni yatima, wengine wamezaliwa, amekuwa akawa na akili yake, hamjui baba, hamjui mama, lakini yupo. Na baadaye anakuja kuwa mtu mkubwa sana sana na anakuja kuyafanya ya ajabu sana. Lakini kuna waliomfanya hivi alivyo. Ndugu zangu, pamoja na shukrani tunasema kwa Mwenyezi Mungu kwa hawa wazazi tunawafahamu. Tuzitoe vile vile shukrani kwa hawa ambao wanatusindikiza katika maisha yetu kwa malezi mazuri ambayo tunayapata na hasa ya Kikristo ambayo ndio wametuingiza. Sasa baadaye tukaja kuzipokea sasa hii sakramenti, tukaanza na hiyo sakramenti ya ubatizo, tukakuingiza katika familia ya Mungu ya waamini, ndio baadaye ukaanza kuzipokea hizo nyingine, na leo unakuja kupokea sasa hiyo sakramenti ya kuimarisha, uende na wewe ukawa shujaa na no. Baadaye kwa wote hiyo zawadi za bila wewe, peleke kwa wengine, kaitoe, iwe ni zawadi kwa wote wako na walezi hao wako sasa. Hawa ambao ni wakaribu kabisa, kuna makatekisto wamefanya kazi hiyo kubwa, kuna wako wafu wako na ushirika katika kusimamia hizo kazi, kwa tayarisha katekisto wanaoifanya, mapadi wachungaji ambao wanasimamia, kuna mambo yote yanaenda vizuri wote hao leo tunasema asante sana, tutoe shukrani zetu kwao, naomba tuwapigie makofi wote. Nitalikumbuka hilo na sisi tutalikumbuka hilo, tuwe watu wa shukurani wanaotufanya hivi tulivyo kwa roho. Leo tunazungumzia sakramenti, kesho tunaweza kuzungumzia hata udaktari zungumzia hata sijui waskofu, kuzungumzia upande, kuzungumzia usista, kuzungumzia sijui bwana shamba. Kuna wanaofanya hivyo, sio sisi tunaofanya kwamba tuwe hivyo. Sawa, unaweza kuwa na akili yako, lakini hiyo akili yako imeongozwa na wengi. Tunaona leo tunao sekondari hapa, ni nimetrai tunasaji nao hapa tena, inawazikaa na wako wengine wale wa prifo, ndio wapo wapo anakuja mwingine huko alishindwa kabisa, wanasema alishindwa, hana akili. Kila anafika pale, na mwezi mmoja, miezi miwili, akili zinaanza, anaanza kwa anaanza kwa kwa kwa walimu na wewe kwa kwa leo suka kingana na walimu hapa, hawezi kumzidi, bali mwangara ulingani naye, lakini na walimu anashangaa, huyu bora nataka kumzidi, hata mimi ambaye alikuwa ameshindwa huko Nachotaka kusema kuna wanaotusindikiza tukawa hivyo vizuri kama tulivyo sasa. Huyo kijana bali alikuja, alikuwa amemtupa, anaonekana hafai, leo kafaa kwa wote huyu. Kesho kesekutwa atarudi kwa huyu aliyemfanya awe hivi, aseme asante sana. Kwa hiyo shukrani, ndugu zangu, shukrani. Sio kwa sababu umepewa kitu fulani alafu ndio unasema asante. Hapana, shukrani ni kwa sababu kiko moyoni mwako, ili kutambua kabisa kwamba wewe kwa uwezo wako usingeliweza kupata kitu hiki. Kiko ndani mwako, na hiyo ni dhamira, kiko ndani mwako rohoni mwako na kinatoka rohoni, unasema asante, sio tu kwa sababu ya kupokea. Hapana, kwa sababu natambua kabisa kwamba ni zawadi hiyo ambayo wewe usingelipata, na kwa sababu hiyo unasema asante, nimeipata hii zawadi. Na hicho hakiwezi kikaja kama hatuna neema ya Mungu. Sisi waamini tuna tunawaamini, mjue hilo, hakiji tu kwa sababu ya akili zako kwa sababu ya utambuzi wao, kwa kuna nguvu iliyo juu ambayo inakuangazia, inakuonesha kabisa kwamba wewe kwa mastaili yako huwezi. Kumbe sisi wanaoamini tujue wote kabisa kwamba ni kwa neema ya Mungu tunaweza tukatambua kwamba kuna zawadi tunazipokea, na kwa nguvu zetu usingeweza kuzipokea, ni neema ya Mungu. Ndio tumesali kwenye sala ya kwanza hapa, kwa tunaanza kabla ya baada ya utukufu tulimuomba Mungu atuongezee atuzidishie hiyo neema, na kwa neema hiyo tuweze kuyafanya na kuyatambua hayo ambayo ni ya kwake, mapenzi yake, na tuyafanya yaliyo mazuri mema, na zaidi na zaidi moja wapo ni hilo la kuwa watu wa shukrani. Tumuombe Mungu mwenyezi atushushie hiyo neema, na nyinyi leo mtakayopata hiyo sakramenti ya Kipaimara, nguvu hiyo itakayokuja kuwasaidia katika yote mtakaya yaona na mtakaokuja kuyafanya, iwe kweli neema ya Mungu inayofanya yote hayo, tuangazie na ituangazie sisi sote, ili tuwe watu wa shukrani, sio kwa sababu tu tunatumia akili yetu, isipokuwa tu ni kwa sababu tunatambua kwamba ni kwa neema ya Mungu sisi tunaweza kuwa watu wa shukrani. Na tumuombe aje akae nasi daima na tukishirikiana naye